Karibu kwenye chaneli yangu ya 4AM EcoPasture Livestock and Poultry. Kwa leo nawaletea somo la kuhusiana na ukuzaji wa broiler wenye afya ambao watakuwezesha kuwauza uh, kirahisi sokoni. Uh, kwanza, kitu ambacho natakiwa kufahamu kwamba broiler ni kuku ambao wana uwezo mkubwa wa kuchakata chakula lakini pia uh, kwa sababu hiyo wana uwezo mkubwa wa kukua kwa haraka. Kama tunavyojua, kama kiumbe hai kinakua kwa haraka, pia ni rahisi kuongezeka uzito, hivyo kukufanya kupata faida ya haraka kwa sababu wataingia sokoni mapema. Uh, baada ya, ya, ya utangulizi huo uh, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kuzingatia ni, ni banda lakini sio kila banda ni banda safi kwa ufugaji wa broiler. banda ambalo linatakiwa la broiler, lazima liwe na matandiko makavu ili kuepusha unyevu nyevu na, uh, na, na kusababisha mazalia ya vijidudu. Lakini pia lazima banda liwe na mzunguko wa kutosha hewa. Uh, banda lazima liwe na ulinzi kwa sababu kuna wanyama kama nyoka vicheche lazima liwe limezungushiwa kama nyavu, ili kuzuia wanyama wale wasiweze kuingia kwenye banda. Lakini pia lazima liwe na mfumo mzuri wa maji taka, kwa sababu kama banda litakuwa lina linakuwa na madimbwi, haliwezi likatoa maji machafu nje, basi ni rahisi sana kusababisha broiler wako kuugua. Pia lazima liwe na mpangilio mzuri, lazima lijengwe uh, kwenye mpangilio mzuri ambao utakurahisisha kutoa vitu ndani na kuingiza vitu ndani. Uh, pia lazima liwe na kimo cha kutosha, sio bandu unaingia kama mzee wa miaka themanini umepinda, uwezi ukasafisha chochote na uwezi ukabeba chochote. Uh, pia ili kuhakikisha kwamba broiler wako wana afya njema, hivyo kuhuzika kirahisi, lazima uangalizi wako uwe wa makini na mara kwa mara. Kwa hiyo lazima hakikishe kila siku unajua broida wako wakoje. Pia lazima utunze kumbukumbu za magonjwa na rekodi zingine ambazo zitakusaidia wewe uh, huko mbeleni. Pia lazima unaruhusu mwanga siku moja moja, wajua ilipowasababisha wale broida wakupata uh, nguvu ya vitamini D. Uh, pia lazima wale wahudumu wawe wasafi, sio wachafu wachafu. Uh, wanabeba wachafu, vimelea kutoka nje kuingia ndani, hivyo kusababisha hivyo kusababisha broida wako kuugua. Hivyo unaweza ukatumia uh, viatrifu vi kama disinfectant 70% ethanol uh, pia lazima uwe unafuatilia ulaji wa chakula na ongezeko la uzito. Hii itakusaidia kujua uh, broida wapi ambao hawali vizuri na kuweza kuwapatia uh, ulishaji uh, uh, mbadala. Lakini pia lazima epuke mabadiliko ya jafra, maana ukifanya hivyo unaweza ukawasababishia stress, hivyo uh, kusababisha vifo, lakini pia na ukuaji ambao sio mzuri. Pia angalia idadi ya kuku wasije wakawa wamejazana, ili kukanyagana na pia kusababisha mlipokuwa magonjwa ambayo yatakusababisha hasara kubwa. Pia lazima uwe na tabia kuangalia joto, kwa sababu joto hili ni hatari. Uh, linaweza kusababisha tatizo linaloitwa heat stress, hivyo lazima uwe na kipima joto. Mara nyingi lazima uwe na temperature sensor kwenye banda lako, ambao itakupa unyevunyevu uh, uliopo ndani na joto kwa muda husika baada ya hapo lazima uzingatie lishe. Lishe ya broiler, uh, mara nyingi kiasi kikubwa ni cha wanga, lakini pia lazima kiwe na protini ya kutosha. Lakini kuna vingine vinahitajika kwa kiwango sio kikubwa kama wanga na protini, kama madini uh, vitamin na amino acid muhimu. Hivi lazima lishe yako iwe na hivi vitu uh, sasa ni ukishakuwa na lishe hiyo unalisha vipi? Uh, kulisha broiler au kuku wote wale, uh, kwa mfano tunaanza na starter, uh, hatua ya pili grower, na hatua ya tatu ni finisher. Sasa starter, tutaangalia ni mda gani, starter lakini pia grower na finisher kwa pereni. lakini pia katika ulishaji lazima uhakikishe maji masafi yanapatikana muda wote Sio unaweka maji leo nakuja kubadilisha kesho kutwa. Hii itasababisha uh, mazalia ya vijidudu yaweze kuongezeka pale na kusababisha broiler wako ku, kuugua. Uh, uh, kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha kuwa na broiler wenye afya ni kujua magonjwa na namna ya kuepuka. Broiler wanaathiriwa sana na magonjwa ya aina mbili. Uh, la kwanza ni yale magonjwa yanayoathiri mfumo wa upumuaji. Haya ni pamoja na mafua, uh, mafua sana sana. Lakini pia kuna yale yanayoathiri mfumo wa meng'enyo ambao tunaita kasidiosis au mhalo mwekundu wa damu. Hapa rla wanaharisha uh, kinyesi chenye damu damu. Sasa namna gani unaweza ukazuia magonjwa kwenye broiler? Kwanza lazima uwe na sheria kali za kuingia kwenye banda lako, lazima uwe na sheria kali, hivyo ni pamoja na kutumia viatilifu, kwamba kabla hujaingia lazima ukanyage viatilifu, unyunyizie ili usiwe chanzo cha vijidudu kwenye banda lako. Lakini pia chanjo, ingawaje kama ni mfugaji mzuri mzoefu kwenye broiler. Mara nyingi huwa watu wana wana wana, hawachanje kwa sababu wanajua ndani ya mwezi mmoja watakuwa wameuzika. Lakini pia usafi wa wafanyakazi, hiki ni kitu muhimu ambacho natakiwa ki ukizingatia, okay. Pia uh, baada ya hapo uh, unaweza tu, pia ukaangalia uka hatua za ukuaji wa broila mpaka uuzaji, hapa sasa ndo utajifunza ni mda gani unaweza kuwalisha starter, mda gani unaweza kuwalisha grower, mda gani unaweza kuwalisha finisher. Kuna namna hapa tofauti tofauti ya ufugaji wanavyofuga. Kuna wengine wanafuga kwa wiki nne, kwa hiyo mpaka wiki nne hapa anakuwa ameuza kuku wote. Sasa hawa wana, wanaweza katu, wa, ma, wengine wanatumia starter mpaka wiki ya nne, lakini kuna wengine wanatumia starter wiki ya mpaka ya pili wiki ya tatu mpaka ya nne wanatumia glow. Lakini kuna wale ambao wanaenda mpaka wiki ya tano mpaka wiki ya sita. Hawa wanaweza wakastart mpaka wiki ya pili, glow mpaka wiki ya nne, ya tano na ya sita unawapa finisher. Na kila chakula hapa kina, kina sababu yake. Kwa mfano, starter ni katika ukuaji wa mwanzoni ukuaji mzuri wa mwanzoni lakini wiki ya tatu na ya nne ukiwapa grow inamaanisha unaimarisha ya misuli, maendeleo ya misuli, wakati wiki ya tano na ya sita unaongeza uzito, kwamba broiler wako ataonekana ni mzito na hivyo kuwa na sifa za kuuzika kirahisi. Uh, baada kusema hayo, natoa shukrani kwa kutazama video yangu na kuomba uendelee kusubscribe na kushare video yangu ili tuweze kukuza familia yetu ya ufugaji. Uh, asanteni sana.